Na serikali za kaunti na ile ya kitaifa zimetakiwa kuchukua hatua kukabili tatizo la matumizi ya mihadarati miongoni mwa vijana hasa katika eneo bunge la Kabete kaunti ya Kiambu. Wito huu ulitolewa wakati wa mashindano ya mchezo wa mishale yaliyofadhiliwa na mwanasiasa James Wanjohi, huku wenyeji wa eneo hilo wakisema kuwa iwapo suala hilo halitashughulikiwa haraka iwezekanavyo vijana wengi wataangamia. Pia waandalizi wa, wa mashindano hayo wakisema yameleta wanajamii pamoja na kuwawezesha vijana kuepuka na hulka potovu mbali na kutambua vipaji vyao kupitia michezo. Mashindano hayo yalizileta pamoja timu ishirini na mbili kutoka eneo bunge hilo huku washiriki wakitunukiwa sare na vifaa vya michezo. Mchezo wa mishale umeibuka kuwa mashuhuri humu nchini katika siku za hivi majuzi baada ya Mkenya David Nunye wa kutia fora kwenye mashindano ya dunia. Isaidie kwa mchezo utaburike. Uh, isaidie kuinua ile bodi inaitwa KDA, ile inasimamia mchezo wa dat ili hata mchezo huu ufunguke, hata tuweze kuenda zaidi ya hapa kwetu Kenya, kwa sababu vile tumeonyesha, tuko na wachezaji zaidi na wachezaji bora, watu wanaweza leta uh, vitu kubwa kwa nchi yetu pale nje. Kama hauko mahali uabisi unachipata na mambo nyingi mbaya hii ndio muhimu wa mchezo yote, hata sio lazima iwe dart, mchezo yote. Namba 2 mimi kitu ningetaka te, tena ni comment about hii serikali, nasema yes sponsor ati watu wanajezea kwa club, ati yes sponsor watu wanajezea kwa club, wanafaa watu ambie klabu pia sifungwe, hata wale wana, tunachagua walete jamii pamoja, mchezo kama hii wakuwe wakisimamia wakisupport ndio at least yule kijana hakuwa na kazi anakuja hapa tunam, dio, at least akili zetu sikuwe pamoja na tusaidiane, na hiyo ni kitu ya maana sana, na hiyo italete watu pamo, pamoja badala ya ulevi na nini na nini na nini.